Habari zenu Wakenya wenzangu, kwa majina ni Arnold. Leo hii niko na ujumbe, na ujumbe huu unahusiana na sisi katika maisha yetu hapa kule. Eh, uzizi wote tuko katika msafara wa kutafuta nini? Jioni ni tunakula, si ndio? Lakini niko na swali: je, umetenda wema? Juu hii medali iko na kitu ya maana sana ndani, iko na maana fiche. Sisi wote tuko katika msafara wa kutafuta furaha, na wahenga walisema mtafutaji achoke, akichoka ashapata. Kama ni furaha tunatafuta, tumeipata kweli? Bado hatujapata? Eh, tunaitafuta iko. E, na njia rahisi sana ya kupata furaha, wakenya wenzangu, sababu sisi wote tuko katika hiyo msafara, na kila mtu ako na njia yake ya kutafuta furaha kwa mfano eh, mayutman pale wale wanganya culture eh, kuna wale wanapenda sherehe, kuna wale wanapenda makladi ama mavazi. Kwa hizi vitu nimetaja, iko shua imekava watu wengi sana, wakenya wengi sana eh, kuna wale wanapenda kuwatch futa naona eh, kuna wale wanapenda siasa. Kwa hivyo nitaeleza tu kwa ufupi, kwa mfano ule chokora unapitanga pale kila siku pale CBD pale Koja, hata pale mtaani tu, uko uko area kwenu, ule chokora unapitanga hapo kila siku. Ukimwangalia tu hivi ukisema hauna yana maana, kwani yeye si binadamu? Si ni binadamu. Kwa mfano furaha, namaanisha niseme, ndio kaya naye siku mzima ama pelekea, au ah ah, unajua tu vizuri, uko na kale kasomo mbili kako pale unajua hii nayo naenda kucheza nayo PS, hii inaenda kununua kakuota, inaenda kununua fegi hiyo. So hi mbili ukipatia huyu jamaa, mampatie umwambie, niaje, niaje bro, niaje sister, so chukua hiyo so mbili, at least leo upate kitu ya kukula. Hebu fikiria, umefanya nini? Umefanya kitu ya maana sana, kwa sababu umempa furaha. English wanasemanga what you give is what you get. Bofikiria uko shua, kuna siku utahitaji mse eh. Tunajua sisi wote, sisi wote tunaumia, lakini mi nataka tufanye aje? Tueneze furaha. Ule chokora unapitanga pale, ile children's home unaonanga pale, unasema hapana nini endelea. Eh, tembelea hapo siku moja wapelekea tamanguo zenye utumii, enda ushinde nao kwa mfano, uende nao wapelekee, mpike, yaani furaha tueneze tu furaha. Wafil, wafil ni kama wako important, wafil ni ni binadamu. Kuna mbinu mingi sana za kueneza furaha eh. Alafu wale wako jela kwa mfano ni binadamu, tuwatembelee tu, tuende tuone vile wako. Ay, ay, si lazima ikuwe mtu wa kwenu, si lazima ikuwe mtu wa kwenu. We tembea tu ukieneza furaha, hmm. Wale wako na teams wale makochare pale e, yuko na timu yako, chukua hata watu wao, siku moja, enda na utembee pale children's home e, at least wasafishe hata barabara pale watu e waone, si unataka kupata? Peana eh, ukipeana utapata. Iko kile hiyo hiyo, ni sheria ya kila mahali, hata kwa Biblia iko, what you give is what you get, do good and good shall be done unto you ya e, hadi kupigia tu babako ama mamako pale. E, unapigia shosh na mwambia shosh ni aje uko fiti? Hata e, miyata kasukari kuota hata hivi. Naona. E, wale machokora wanakoga pale CBD. Wanavuta glue wa wana kitu wa kufanya wa jielewi. Ni binadamu. Ni ile tu ajajielewa sana. Mpati hata wata mia mbili umwambia bro ni aje? Amomba yetu hata kitu tu ya kukula at least haisi kuna kitu nimeweka kwa tumbo eh. So kumbuka, tunafaa tutende wema, inaweza furaha eh. Ule soja anakufungulianga ana gate ukitoka asubuhi na gari eh, ukirudi jioni amekulindia mali yako iko sawa, hadi tukumsalimia umwambie, ni aje soja, uko fiti. Eh, pengine akona stress anaweza kuelezea, pengine ungie siku ungemsaidia. So kwa ufupi, tueneze furaha. Eh, ujumbe hii nataka ifikie wazee kwa vijana, baba zetu, kina mama zetu. Eh, unatenda wema, wema wako unatendea wapi?